Moja ya utamu wa somo la saikolojia ni kwamba inakufanya ujue vitu vingi zaidi kuliko watu wengi. Nimesema vitu vingi, sio vitu vyote. Sawa, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikawashangaza watu wengine, yani katika spidi ya namna gani unavijua vitu fulani au unagundua vitu fulani kuliko watu wengine. Au sio, hata kuliko wengine, au wengine hawavigundui kabisa. Moja ya vitu ambavyo vinashangaza watu wengi ni namna gani unaweza ukawasoma watu mapema zaidi au haraka zaidi katika muda mfupi tu ukikutana nao ukikutana na mtu ambaye ni total stranger, inachukua muda gani wewe kumfahamu vizuri? Lakini fikiria, sio tu total stranger. Vipi kama unataka kuingia labda kwenye partnership fulani, kwenye makubaliano fulani, au kwenye mazingira fulani labda ya kazi na mtu fulani, kwamba mnataka kupartner kwenye biashara. Fikiria sio hilo labda kubwa zaidi tu, vipi unataka kuingia na mtu kwenye ndoa? Kwa mfano, sawa, umepata wasaa kukutana naye mara mbili tatu, ile kufahamiana na nini una ugundua vipi? Unazungumza naye vitu vya namna gani? Unajuaje kama ndio mtu anayefaa? Kwa sababu kumbuka, wengi mwanzoni atakuonesha picha ambayo unataka kuona. Kwa hiyo leo hii nimekuandalia somo zuri sana, tutajifunza mbinu saba za kumfahamu vizuri. Karibu. hii na uh, mada hii ya leo: mbinu saba za kumfahamu vizuri mtu yoyote yule. Jambo la kwanza, sikiliza zaidi kuliko unavyoongea. Sawa. Watu hufunua sana uhalisia wao, watu huweka wazi wao wakoje ikiwa tu utachagua kuwa msikilizaji mzuri na usiongee sana, waachie wao waongee sana. Waswahili huu unasema, wenye huwa wanasema bado hujasema, yani bado hujasema manake utasema sana, utajieleza sana. Kwa hiyo mtu katika maongezi yenu ukimpa nafasi ya kumsikiliza zaidi, na watu wengi hupenda sana kujielezea, so unaweza ukawa mtu ambaye una tip vimaswali tu, unakagonga kaswali afu unatulia, ana kueleza ana kufunulia, ana kueleza na Ah, okay. Kwa unamsikiliza unamwonesha upo naye katika kujielezea sana, mara nyingi ukikuta anakueleza vitu vingi ambavyo hata wewe hujauliza wala hukutakiwa kujua. Kwa hiyo kikubwa zaidi wewe ni kuwa tu msikilizaji mzuri kwa sababu when you listen you are giving yourself a chance to learn something new but when you speak you are repeating, you are just repeating what you already know. Unapozungumza unakuwa unarudia tu kile kitu unachokijua lakini unaposikiliza unajipa nafasi ya wasawa kujifunza kitu kipya. Na point namba mbili, angalia matendo zaidi kuliko maneno. Alright? Mtu anaweza kukwambia anakupenda sana si ndio? Lakini matendo yanasemaje? Kila ukimtumia message, mzee wewe unapata blue ticks, blue ticks, wiki nzima au wiki mbili nzima blue ticks mpaka umpigie ukimaendi, ukasirika ndo anakujibu sasa ponaweza kujiuliza huu upendo wa namna gani? Kwa sababu kama kweli watu mnapendana, au kama kweli mtu anakupenda lazima atajenga ule ukaribu na wewe, atakuwa na mawasiliano na wewe na vitu vingi sana. So, huo ni mfano tu nimekupa, lakini kipi kingine ambacho wewe unaweza ukakiangalia, utaniandikia hapo chini kwenye comment section kwamba bwana, katika matendo pia tunaweza tukatazama kitendo fulani, sio maneno sana, kwa sababu katika maneno mtu ingia atapiga porojo, atakwambia vitu vizuri sana kuhusu yeye, lakini matendo yake yanasemaje? Ndio maana nasema angalia matendo zaidi kuliko kusikiliza tu maneno yake. Point number tatu ili uweze uh, kumfahamu mtu yoyote vizuri, uh, chunguza marafiki zake. Kwa nini? Kwa sababu marafiki siku zote ni kioo cha tabia za mtu fulani, mm. Mswahili kasemaje? Ukana mwizi wa kuwa mwizi, si ndio? If you hanging around with nine broke people you're going to be number 10. Uh, show me your friends and I'll tell you who you are. All right? You are always the average of the five people you're spending most time with. Wewe ni uwiano wa watu watano ambao unatumia nao muda zaidi. Mara nyingi tunalandana na watu ambao tunafanana nao. Kwa hiyo kama mimi nahitaji kumfahamu tu mtu fulani vizuri, lakini nawajua marafiki zake, naweza nikapata jibu fulani kutoka kwa marafiki zake, lakini huu unaweza ukawa uchunguzi ambao sio rasmi sana, lakini trust me, kupitia marafiki zake, kuna picha fulani nitapata kuhusiana yeye ni mtu wa namna gani kwa baadaye, sasa nikaanza tu kuspend naye sasa. Kuna mbinu zingine zingine kama hizi ambazo zipo na nyingine ambazo zinafuata, zinasaidia ku tick kutiki kuona kwamba okay, ah, kumbe nilikuwa sahihi, huyu mwamba ndio vile vile. Sababu mtu hawezi sana akawa tofauti na wale ambao mara nyingi yupo nao, mara nyingi anapenda kuwa nao. Kwa hiyo hebu tazama marafiki zake yukoje. Jambo la nne, muone mtu huyo anapokasirika, au akikatishwa tamaa anakuwaje. What wanasema hivi, hasira mara nyingi sana hufichua tabia halisi ya mtu. Kwa hiyo unaweza <coughs> ukatengeneza jambo limkasirishe kidogo, lakini sio idea nzuri sana. Mtu mwingine anaweza akakasirika, afu akaondoka mazima, sawa au ikitokea tu kwamba kakasirishwa sehemu, so wewe naye karibu. Kwa kuwa mtu ambaye upo naye karibu, angalia anapokasirishwa au akikatishwa tamaa, hivi anakuaje? Utajifunza kitu kikubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi katika hasira watu wengi huwa hawawezi kuficha uhalisia. Atakuonesha yale yenyewe au atasema yale maneno dukuduku yale ya moyoni kabisa ya ndani kabisa, atayasema siku akikasirika. Hata kama ni mkeo au mumeo, siku akikasirika kabisa, atakwambia yale yale yanayowaza kabisa, ambayo huwa hakwambii siku zote. Kwa hiyo mchunguze mtu anapokasirika, anakuambia nini? Bum, bum karibu kwenye uhalisia. Pointi namba tano, mpeleke katika mazingira tofauti. Sasa ninapozungumza mazingira tofauti, yani kama utaweza kumuingiza mazingira tofauti ni kwa, ni kwa namna kadhaa. Uh, namna ya kwanza inaweza kuwa kwa mazingira kabisa, kwamba eneo tofauti, kwamba eneo jipya, watu wapya, hakuna marafiki anaowajua, amna watu, yani sehemu ambayo kuna anapata ugumu fulani, sawa sawa

mtu atakwambia kitu fulani sawa sawa, au wakati wa matatizo, mkiwa kwenye wakati wa matatizo pia unaweza ukamjua mtu wa ukweli, kwani mara ngapi mtu anasema kwamba akufae kwa dhiki ndio rafiki. Ndio swali, anasema hivyo kwamba unapokuwa na shida zaidi, unakuwa unamjua rafiki yako wa kweli ni nani. Maana ni hawa ni watu ambao unapata kuona uhalisia wao, kwa sababu yani achana sana na mtu kumjua, kumjua tu katika vicheko tu, vi mnakaa mnakunywa kahawa, chai, mnagonga cheers kila siku, mwaka mzima, vigumu sana kumjua mtu halisi. Ndio maana mnaweza mkaa na rafiki wengi, lakini siku ukipata tu tatizo, pap ile namba yote inaondoka. Labda wanabaki wawili tu. Kwa mfano ulikuwa na watu kumi na nane wote hawajulikani walipoenda, ukipiga simu hawapokei, lakini wanajua wapo kwenye shida, si ndio? Wanajua sasa hauna tena pesa ila utawategemea wao, basi wanazima zao simu au wanafanya mambo mengine, hawapokei simu yako. Hata ukipiga kwa namba nyingine, akishajua ni wewe, anakudanganya anakuja, haji. Kwa hiyo unakuwa umeshajua kitu fulani. Kwa hiyo mpeleke mtu katika mazingira tofauti, iwe ni kazi ngumu, iwe ni mazingira magumu, iwe mazingira ya matatizo au hata tunasema sehemu ambayo labda watu wapya, kitu kipya, hivi experience mpya itakufahamisha kitu fulani kuhusiana na mtu huyo. Jambo la sita, angalia namna anavyowatendea watu wengine. Sasa kitu ambacho watu wengi wao hawezi kujificha, na utaona akili zao, utaona uhalisia wao. Kwa mfano mtu ambaye, uh, wewe unaona una, una, kwamba yeye anajionyesha kwako ni mtu mzuri Hebu nenda naye sehemu ambazo utakutana na watu ambao kwa mfano labda watoa wa huduma kwa mfano waiters, waiters, waiters, waiter wale wa unahudumia kwenye hoteli labda si ndio? Angalia mtu anawa treat vipi wale pale. Anawa hudumia, yani anawa treat, anawachukulia vipi, anawaheshimu kiasi gani? An, au janitors, watu wanasafisha, wasafishaji au watoto wadogo. Anawachukuliaje watoto? Yaani kuna mtu unaweza ukaona kwamba anavyofanya, anavyowa treat, anavyofanya anavyo, unapata picha moja kwa moja napita sehemu, anamkuta mtu anafagia pale bana, anasafisha nini, utaona tu anavyofanya yule mtu. Anamchukulia kama sio mtu, yani ana ah, ukishaona vile tu unajua, ushamuelewa mtu wasi, uh, halisia wake <laughs> au kama ni waiter anayewaletea chakula vinywaji na nini, pia utapata kuona uhalisia wa mtu hapo hapo, utaelewa moja kwa moja. Jambo la mwisho kubwa sana na hili linaenda kufungua topic ya pili ambayo nitaifanya baada ya video hii, muulize maswali ya kina. Haya ni maswali ya kina ambayo mimi naita ni soft questions but sharp soft but sharp questions, sawa? Eh, maswali ambayo soft lakini very sharp, yani kwa sababu yanakufanya ujue kitu fulani kwa kina sana. Ah, kwa mfano, badala ya kumuuliza unapenda nini, hebu muulize nini mikifu, nini kimekufanya uchague hivyo, au nini kimekufanya ufanye hilo chaguo. Yani badala ya kumuuliza unapenda nini, ah, wewe muache kwanza, achague afakaachagua. Afa, muulize kwa nini umechagua hiyo. Utagundua kitu fulani, kuna kitu utajifunza wapo, utajifunza historia, utajifunza thamani na utajifunza maono yake. Sikiliza, utajifunza historia, utajifunza thamani, utajifunza maono yake. Katika somo linalofuata hapa hapa nakwenda kwenda ku, kukuletea maswali kumi. Unaona hapa nimesema kwamba muulize maswali ya kina ambayo ni soft but sharp questions. Hapa nimekuonyesha moja tu kwamba kwa mfano badala ya kuuliza unapenda nini, muulize kwa nini umechagua hivyo. Sasa topic inayofuata nitakuletea maswali kumi ambayo ni soft but sharp questions. Maswali kumi ya kina ya kumuuliza mtu ili uweze kumfahamu undani wake. hii mnaitaka hii? so, kabla tujaenda huko tumalizane na hii kwanza. Niandikie comment hapo za kwako umejifunza nini na nini kingine unaona tunafaa kuongezea hapo. Unalionaje lile somo? Unalipa ngapi katika moja mpaka kumi? Moja ya kumi mbili ya kumi, tano, tisa ya kumi unatupa ngapi? Bye-bye. Mimi naitwa Ezden Jumanne, Success Path Network,